Audhubillahi minashaitani rajim. bismillahi rahmani rahim. Ebana, hapa ni Losan Ayurveda, ni kwa waandaji wa dawa za asili ambazo zinakwenda kwa utambulisho wa Losan Ayurveda classical Ayurvedic formulation. Leo tuko kwa ajili ya kuitangaza dawa moja ambayo inaitwa tifara gugulu. Tifara gugulu ni bidhaa mpya ambayo imeandaliwa na waandaaji wa Lusan Ayurveda. ni ni dawa, tifara gugulu ni dawa ya asili yenye faida sana katika kutibu bawasiri aina zote. Faida za kutumia dawa ya tifara gugulu kutoka Lusan Ayurveda moja wapo ni kutibu bawasiri aina zote, ya ni ya ndani na ya nje. Tifaragugulu ni dawa bora sana, ambayo ina uwezo wa kutibu bawasiri aina zote, ambayo itatibu bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani kwa mkubwa sana ambapo hata wewe mtumiaji mwenyewe ukitumia tifala Google utaamini kabisa kwamba waandaaji walikaa wakatulia, waliandaa kitu bora sana, ambacho kina manufaa zaidi katika mwili wako. Lakini faida ya pili ambayo utaipata wewe we mtumiaji wa tifala Google ni kuondoa muwasho kutokana na bawasiri, kwa sababu kwa mtu ambaye ana changamoto ya bawasiri kupata mwasho vitu vya kawaida sana kwake. Ah, mwasho kwenye lile tundu la haja kubwa, utakuwa unapata mwasho pale ambao takauumiza sana, muasho huo unaweza ukajikuna mpaka kajikuta unajitoa, unajichubua <coughs> lakini mwasho bado ukiwa unazidi kuendelea. Lakini faida nyingine ambayo tutaipata kwa wewe mtumiaji wa tifala guguru, tatibu maumivu makali yanayotokana na bawasiri kama hujawahi kuumwa au ushawahi kuumwa, nafikiri unajua changamoto zake ambazo mtu anapitia mwenye changamoto ya hiyo bawasiri. Kama ukiwa na changamoto ya bawasiri, kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia ni vitu vya kawaida sana katika siku hizo ngumu. Lakini pia faida utakayopata nyingine kwa kutumia tifara gugu, itakusaidia kulainisha choo. Yani, hata kwa mtu ambaye hana bawasiri basi ni dawa bora kutumia, kwa sababu ina uwezo mkubwa wa kulainisha choo na kumfanya mtu apate choo bila wasiwasi. Acha wasi. E, kutumia dawa za kufurashi tumbo. Acha kutumia dawa za e, kualisha zile, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanatumia dawa zile, wanaenda wanaalisha sana, mpaka mwingine anafikia hatua anapelekwa e, hospitali kabisa, kwa sababu ya kutumia dawa ambazo hazijathibitishwa vizuri, lakini ukitumia